Jana nilipokuwa Kipampa nilizungumza kuhusiana na kikao ambacho chama kimekaa kwa ajili ya swala zima la nafasi ya mgombea wetu wa urais. Mnajua tuliwekewa mapingamizi, tukashinda mahakamani hatua ya kwanza. Tukawekewa pingamizi na mwanasheria mkuu wa serikali, wakamwengua ndugu Luhaga Joseph Mpina kama mgombea wetu tukaenda tena mahakamani jana. Mahakama imetoa maamuzi kwamba imefungwa mikono, haiwezi kuingilia maamuzi ya tume ya uchaguzi. Kwa hiyo mgombea wetu akawa ameondolewa rasmi na mahakama. Jana usiku, tumefanya kikao cha kamati ya uongozi ya chama na kamati ya uongozi ya chama imeamua kukatia rufaa maamuzi hayo ya mahakama. Tunakwenda mahakama ya rufaa pigania haki yetu ya kuwa na mgombea urais. Na nataka niwaambie hata Mpina akirudishwa kwa siku moja tutafanya kampeni siku hiyo hiyo moja kwa sababu ni haki yetu kuwa na mgombea urais. Kamati ya uongozi ya chama ni kutanga, ni kwenda kukata rufaa, na hili ndilo ambalo niliahidi jana nilipokuwa kipampa kwamba nitalitolewa maelezo leo. Kamati ya uongozi ilikaa chini ya kiongozi wa chama Dorothy Semu, na maamuzi, tunaendelea kupambania haki yetu ya kuwa na mgombea urais. Tunakwenda mahakamani, mahakama ya rufaa, kupinga maamuzi yaliyotolewa na mahakama kuu jana.